Kuna watu wamekuwa ni marafiki wa Allah, mawalii wa Allah. Kwa nini wamefika daraja ya kuwa mawalii wa Allah mpaka Allah asema hawa, they are my friends. Alladhina amanu wa kanu yattakun, walikuwa na sifa mbili, walikuwa ni waumini na walikuwa na takwa. Allahumma ij'alna minhum, ya Allah. Allah asema hawa ni marafiki zangu, they are my allies. Anayekuwa na takwa Allah mambo yake anamfanyia sahali, anamfanyia rahisi. Anayekuwa na takwa atamwagiliwa baraka kutoka mbingu na kutoka ardhi. Anayekuwa na takwa yafutiwa madhambi yake. Anayekuwa na takwa Mwenyezi Mungu humfungulia njia kila mtihani inapokuja, mtihani inapokuja kwa kila njia, akisema aina al-makhraj, nitatoka vipi katika shida hii? Allah anamfungulia njia. Mwenyezi Mungu asema waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Anayekuwa na takwa Allah anamfungulia pengo na penya, apata kupenya. Mtu akisema how will I come out of this problem, hii shida nitatakutoa vipi? Allah asema kuwa na takwa, nitakufungulia njia ambayo hukutarajia.